Kwa siku ya tisa sasa, huduma za matibabu katika hospitali mbalimbali zimelemazwa, kisa na maana <tipulia> wahudumu wa afya wamegoma kisusia kugatuliwa kwa sekta ya afya. Kwa taarifa yake kwa vyombo vya habari, Rais Uhuru Kenyatta amewataka wahudumu wote wa afya kurejea kazini, maanake wanakwenda kinyume cha kiapo cha kutohatarisha maisha ya watu. Vilevile amewataka magavana na wahudumu hao kuafikiana, na pia magavana hao watafute mbinu mbadala za kuhakikisha kuwa wakenya wanapata matibabu. Tayari kaunti mbalimbali zimeanza zoezi la kuwaajiri wahudumu wengine wa afya, mfano ukiwa kaunti ya Murang'a ambako hawa wote walikuwa wakiwania kujaza nafasi za wahudumu wanaogoma. Kaunti ya Nairobi ilitangaza nafasi za wahudumu mia sita na wawili na kaunti nyingine ambazo zinafanya vivyo hivyo ni Uasin Gishu na Wajir. Magavana wanaonekana kushikilia msimamo wao, ikibainika kuwa hawaungi mkono azimio la wahudumu hawa la kukataa kulipwa chini ya serikali za kaunti. Mambo ya afya ile mingi imekuwa katika county government. Health workers, nurses, clinical officers, na wale wengine ambao wamegoma, hiyo ni kutesa wananchi kutokana na sitofahamu hii. Hospitali ya Kenyatta ilidai kuwa idadi ya ugonjwa wanaopokea imeongezeka maradufu, hasa katika kitengo cha kinamama kujifungulia. Kwa kawaida, wadi hii huhudumia kinamama 40 ambao wamekwisha jifungua, lakini idadi hii imekwenda hadi 94 na kubidi kitanda kimoja kutumika kwa wawili. Duru za kuaminika zaharifu kuwa huenda wahudumu wa afya wametupilia mbali ombi lao la kutaka kuwepo kwa tumia huduma za afya wanataka na wanataka waendelee kulipwa na serikali kuu kwa miezi miwili ijayo. Katika miezi hiyo miwili, wanataka serikali ihakikishe kuwa sera ya afya imebuniwa na kuidhinishwa na baraza la mawaziri. Pia wanataka ufafanuzi mwafaka wa hospitali za rufaa za taifa. So the act, the. Awali maafisa wa kliniki walikuwa wamekwenda mahakamani kupinga kugatuliwa kwa sekta ya afya, lakini leo hii katika mahakama za milimani hapa Nairobi, jaji George Odunga alitupilia mbali kesi hiyo. Accordingly, we don't, do not accept the the the contention that the devolution of health services ipso facto ought to necessarily lead to loss of jobs or disadvantageous terms of employment, salaries, remuneration, pensions, mm -hmm. and gratuities. That is the judgment of the court. Sisi tunasema ikiwa watarudisha mishahara yetu chini vile wanafikiria sisi tutarudi kotini Victor Wetende Citizen Nipashe